Ndugu zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Basi ninayo furaha kubwa tena kualika siku ya leo katika tafakari yetu ya neno la Mungu, leo ikiwa ni siku ya kumi na saba ya mafungo yetu ya siku arobaini, na jana nilianza kukueleza mnyororo mmojawapo wa kwanza ambao unatufunga, na leo nataka kueleza mnyororo wa pili. Kwa hiyo kama hujatazama ile ya jana, unaweza kuitazama kwenye chaneli ya Amka Ule alafu ili uweze kujua tulikotoka na tunakoelekea sasa. Mnyororo wa pili ambao unatufunga eh, kwenye maisha yetu kwenye maeneo mbalimbali mbali ya maisha yetu ni mnyororo wa hofu ya mabadiliko kuogopa kubadilika, kuogopa mabadiliko. Eh, hivi umeshawahi ku, ku, kupata fursa ya kubadilika lakini ukaogopa kuichukua hiyo fursa kwa sababu tu hujui itakuwaje, unaogopa hujui itakuwaje eh? Unataka labda kuanza vizuri sana maisha mapya, labda ya kiroho, lakini unaogopa kuachana na yale mazoea yako ya nyuma eh? Unahisi kama vile upo salama zaidi eh? Upo comfortable zaidi kwenye mazoea yako yale ya kawaida, kwenye ile lifestyle yako ya kawaida. Unajua kabisa, umeoa, umeolewa, lakini bado unataka kuishi ile lifestyle ya nyuma, kabla hujaoa au hujaolewa au ni mabadiliko gani unajua kabisa kwamba unapaswa kuyafanya? Yani unajua ndani kabisa, napaswa kubadilika kwenye hili, lakini unaogopa kufanya. Unaona kama gharama ni kubwa zaidi eh? Au je, unamruhusu una, una, una Mungu akuongoze kufanya hayo mabadiliko, au ndio umeshajikatia tamaa kabisa hata kujaribu? hata kabla ya kujaribu tayari umeshakata tamaa, hutaki kujaribu tena kubadilika eh, kutoka kwenye hiyo hali, na unajua kabisa napaswa kubadilika kwenye one, two, three, lakini bado umeacha, bado sasa. yes, watu wengi sana, ndugu zangu, ni kweli kwamba tunatamani kuona mabadiliko makubwa kwenye maisha yetu, labda ni ya kiroho, maisha ya kawaida ya kimwili, kwenye biashara, kwenye ndoa, kwenye familia, kwenye mahusiano, tunataka kuona mabadiliko makubwa kubwa eh, ya kiroho, lakini tuna hofu ya kufanya hayo mabadiliko kwa sababu tumeshazoea zile hali tulizo nazo, tumezizoea, hata wakati mwingine tumeji-identify nazo kabisa, hata kama ni hali za makosa. Tunajua kuwa kwamba tunapaswa kuachana labda na tabia fulani eh, au labda tunajua kabisa tunapaswa kuwa na muda wa sala, kutenga muda wa sala eh, au labda kuanza maisha mapya ya toba lakini wakati mwingine bado tunajikuta tukirudi nyuma kwa sababu ya ule woga eh, uoga wa kuacha kile tulichokizoea. Sasa Yesu anatufundisha kuhusu umuhimu wa kubadilika kwenye Injili ya Luka ile sura ya, ya, ya tano eh, mstari wa thelathini na saba na thelathini na nane Yesu anasema kwamba hakuna mtu yeyote anayemimina divai mpya katika viriba vikuukuu. Hakuna huyo mtu. Maana yake ni nini? Maana yake kwamba huwezi kuendelea kukaa katika katika dhambi au katika hali ya nyuma ile, na bado tukategemea maisha mapya katika Kristo. Haiwezekani, hatuwezi tukabaki kwenye dhambi, kwenye maisha yale yale ya dhambi, alafu bado tunataka tuone mabadiliko, tunataka tuone maisha mapya, tunataka tuone baraka za Mungu. Haiwezekani ndugu zangu, Mungu anataka kutuumba upya lakini lazima tuwe tayari, tuwe tayari kuweka chini yaliyopita, kuacha yaliyopita na kukubali wito wake, wito wa neema yake, kuanza upya mabadiliko hayo. Sasa haya mabadiliko hayo, hii hofu ya mabadiliko, hofu ya mabadiliko huwa inatufanya tubaki pale pale kwenye hali ile ile tulionayo, hali ile ile tuliyoizoea na hofu hiyo, ndugu zangu, wakati mwingine inatufanya ina eh, au au au inaondoa lile tumaini eh, au inatufanya tuamini kwamba, au tuone mabadiliko kwamba ni magumu sana, tuone mabadiliko hayawezekani. eh, mwingine hata atakupa mfano, mbona fulani alikuwa hivi, fulani alikuwa hivi. Kwa hiyo, hiyo hofu inakufanya uone kwamba huwezi kubadilika, mabadiliko ni kitu ambacho hakiwezekani kabisa, lakini kumbe kinawezekana kwa hiyo watu wengi wakati mwingine tunashindwa hata kumfuata Mungu kwa moyo wote, kwa sababu tu ya kushikilia yale maisha ya zamani, kushikilia yale mazoea. Na mfano mzuri sana unaopata kwenye maandiko matakatifu ambapo huyu kijana tajiri alikutana na Yesu na kuuliza afanye nini, kitu cha kufanya ili aweze kurithi uzima wa milele, ufalme wa Mungu kwenye injili ile ya Mathayo, ile sura ya kumi na tisa mstari ule wa kumi na sita mpaka wa ishirini na mbili. Alafu Yesu akamwambia ho, hamna shida, nenda ukauze vyote ulivyo navyo uwape maskini, alafu nawe utakuwa na hazina katika ufalme wa mbinguni, kisha njoo unifuate. Yesu alikuwa akizungumza labda kwa kutabasamu. Huyu kijana aliinama chini, aliondoka kwa huzuni. Kwa nini? Kwa sababu alishikilia mali zake kuliko kushikilia mpango wa Mungu, kuliko kushikilia upendo wa Mungu alishikilia mali zake kuliko Mungu. Mali zilikuwa na nafasi ya pekee kuliko Mungu, yuko tayari akose ufalme wa Mungu kuliko apoteze mali zake. Ndugu zangu, mara nyingi labda hata sisi tuna, tuna tunapofikiwa na mwanga wa Kristo eh, tunapofikiwa na neema ya Mungu ya kubadilika, tunaogopa kuachana na mazoea yetu kwa sababu ya kuto kujua kinachofuata hofu hiyo. Unajua, mtakatifu John Henry Newman aliwahi kuzungumza akasema, kubadilika ni kuishi, na kuwa na kuwa mkamilifu ni kubadilika mara kwa mara. hmm? kubadilika ni kuishi, na kuwa mkamilifu ni kubadilika mara kwa mara mara kwa mara, kubadilika kwenda kwenye mambo mazuri. Sasa, eh? Mungu anatutaka tubadilike, anatutaka tubadilike kila siku, na anataka tupokee neema yake na kuwa mpya, inayotufanya kuwa wapya kabisa. Sasa kipindi hiki cha Kwaresma, ndugu zangu, tukumbuke tunapaswa kujitathmini, kujitathmini deep down, na kujiuliza je, yeah, ni nini kinachonizuia mimi kubadilika? Nini kinachokuzuia kubadilika? Ni tabia zipi ambazo inabidi niziache ili niweze kubadilika? Tabia zipi lazima unazifahamu, lazima zipo. Sasa tukumbuke kwamba Mungu anatuita kwenye maisha mapya, anatuita, lakini ni lazima tuwe tayari kuvunja minyororo ya woga, minyororo ya hofu ya mabadiliko lazima tuivunje. Sasa tujiweke mikononi mwa Mungu, tujiweke mikononi mwa Mungu na tumwombe Mungu atuongoze na atusaidie, eh, kuacha yaliyopita ili tuweze kuanza safari mpya ya neema ya Mungu, safari mpya ya utakaso. Tufanye kama Paulo Paulo alisema na sahau ya nyuma na chuchumilia yaliyo mbele, ili, ili niweze kupata mede ya thawabu kuu ya Kristo mwenyewe. Nasi tufanye kama Paulo. Mungu mwenyezi awabariki na kuwatunza, fuatana nami katika kipindi kitakachofuata, nitakapokuletea mnyororo mwingine ambao umefunga maisha yetu au unafunga maisha yetu. Lengo ni kwamba Mungu atusaidie tuweze kuijua unajua tukishaijua inatusaidia sasa, namna gani ya kutoka kwenye hiyo minyororo.